Mafundisho yetu ama maelekezo yetu juu ya falsafa nzima ya tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulizungumzia katika mada iliyopita element nne za uhai wa mwanadamu, ambapo elementi zinne zinahitaji zote ziwe katika uwiano sawa, na tukaanza kuchambua element ya moto kwa ni jinsi gani tiba ya hijama ilivyokuwa na manufaa katika kuweka sawa hizi elementi nne ili kumfanya mwanadamu aendelee kusurvive na maisha yake haki akiwa mazuri akiwa na afya nzuri leo tutahitaja elementi ya pili ambayo ni damu tukizungumzia damu maana yake tunazungumzia oxygen kwamba elementi ya, ya pili kwa ajili ya mustakbal wa uhai wa mwanadamu katika mwili wake anahitaji oxygen. Kwa hiyo tunasema damu kwa maana au oksijeni. Damu ni kitu muhimu sana, damu ni bidhaa muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, na hii damu ndio ishara ya upumuaji, damu ndio ishara ya ya kupata hewa ya oksijeni, damu ndio ishara ya kupata mzunguko mzuri wa damu, ambayo hiyo ni shati tuliyozungumzia awali, kwa maana ya moto, ili uweze kusambaa vizuri katika mwili yenyewe. Hii nishati inabebwa na damu, kwa maana huo moto unabebwa na damu, ndio unafanya viungo vyote kuchemka na kuweza kufanya kazi, kuwa na nguvu ya kunyanyua mzigo, kumuvu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kufanya michakato mbalimbali inahusiana na harakati za kimwili. Kwa damu ni miongoni mwa bidhaa muhimu sana kwa sababu na yenyewe ni, ni element miongoni mwa element za mwanadamu, na damu ina uwiano wake. Tunafahamu jinsi gani mtu anaweza kupata madhara anapopungukiwa na damu, na jinsi gani mtu anaweza kupata madhara ya kuzidiwa na damu. Damu ikiwa chache inamsababisha mtu kuchoka, kusikia uvivu vivu, mwana kusikia mapigo ya moyo ya chini sana. Damu ikiwa nyingi sana, mtu anaweza kupata kizunguzungu na athari nyingine nyingi zinaweza kujitokeza kwa sababu ya damu kuzidi. Ni kuonyesha kwamba element hii ina uhiano wake maalumu. Wataalamu wanatuambia mwanaume, kiwango chake cha damu hakitaki kuwa, kuwa chini ya kumi na tano. Damu mwanaume kwenye kumi na tano e, basi amekosa kabisa. Kwenye kumi na nne sio mbaya, lakini mwanamke kati ya kumi na mbili kumi na tatu Kumi na tatu na kiwango chake cha juu, lakini sio chini ya kumi na mbili Kumi na moja, hapo itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo uiano huu wa damu maana yake kwamba ndio wanaofanya mwanadamu kuweza kusurvive mwili ukiwa na nguvu na kuweza kufanya shughuli zake. Sasa hii damu ndio inabeba oxygen. Damu inapokuwa imefika muda wake wa matumizi na umekwisha muda wake tayari. Maana yake ile damu inatoka katika, katika asili ya kuwa kimiminika inakuwa katika asili ya mapande mapande, madonge madonge, kwa inakwenda kuziba katika njia ya mishipa na hali hii inapelekea sasa ile damu safi ambayo inakuwa imebeba hiyo oksijeni ambayo inafanya jicho lione, sikio lisikie, pua inuse, mdomo upate ladha, na kila kiungo cha mwili kifanye kazi. Ikizuia usambaaji wa hii oksijeni katika mfumo wa mwili, lazima mwili wa binadamu utaanza kuleta hitilafu mbalimbali. Miongoni mwa hitilafu ambazo zinaweza ikatokeza katika mwili wa binadamu E, baada ya kuwa kwamba katika damu baada ya kuwa damu imepita muda wake wa kuopo katika mwili, moja katika athari ambazo kupata mtu akapata maumivu kama miguu, kupata ganzi ya mikono au ganzi ya miguu, lakini pia mtu anaweza kusababisha kupata mba, matatizo kama ya pressure na mfano wake. Kwa hiyo kwa kuwa damu ndiyo inayobeba oksijeni na damu ndiyo ndio chakula cha kulisha virutubisho viungo vingine ili virutubisho vyote viweze kufika katika mfumo mzima wa mwili vinahitaji mzunguko mzuri safi kabisa wa damu ambayo ndiyo inakuwa imebeba hivyo hivyo virutubisho. Sasa inapokuwa damu haipo katika uwiano ulio sawa, ni mambo gani yanaweza yakatokea? Kwanza, tatizo kubwa inaweza kutokea la kizunguzungu. Tatizo la kizunguzungu linaweza likamkuta hasa kwa mtu ambaye ana uwiano wa damu uliokuwa juu kupita kiasi, lakini pia inaweza kutokea tatizo la uchovu tatizo la uchovu inaweza ikatokea mara nyingi sana kwa mtu yule ambaye mwenye kiwango kidogo cha damu au mtu mwenye hali ya pressure ya kushuka. Hali hii inaweza ikampelekea hali ya kuchoka, lakini pia damu isipokuwa katika uwiano uliokuwa sawa inaweza kusababisha shinikizo la damu, kwa maana pressure ima ni ya kupanda au ya kushuka. Damu inapokuwa katika uwiano wa sawa inafanya mapigo ya moyo kwenda vizuri mishipa ile ya damu inapitisha tu sawasawa bila kukwama, na hivyo humfanya mwanadamu kuwa na afya nzuri. Sasa kazi kubwa ya tiba ya hijama, miongoni mwa faida ya kuweka sawa hii elementi ya pili ya damu, kwamba hijama inakwenda kuondosha damu mgando zilizoganda katika mishipa ya macho ambayo inapelekea jicho kuto kuona vizuri, labda kupata ukungu jicho ama jicho kupata mtoto wa jicho na mambo mengineyo yanohusiana na maradhi ya macho macho kuwasha. Kwa hiyo hijama inapofanyika kwa mtu ambaye ana tatizo la mzunguko mbaya wa damu unaopelekea kupata madhara ya kiafya, basi hijama inakwenda kuonosha damu zilizokufa inaruhusu mzunguko safi wa damu ili kupeleka katika viungo mbalimbali. Lakini pia kama vile ambavyo damu ikikosekana katika mzunguko wake ulikuwa sawasawa, unaweza kupelekea kiungo cha uzazi kuto kufanya kazi vizuri kiungo cha uzazi kuto kufanya kazi vizuri. Hii itampelekea mwanadamu kupata madhara mbalimbali ya kiafya. Kwa hiyo hijama inasaidia kwenda kuondosha damu zilizokufa katika viungo vya uzazi na kumpelekea mwanadamu kupata mzunguko wa damu safi katika viungo vya uzazi, na hatimaye kumpelekea kuwa na afya nzuri na kuweza kusurvive na maisha yake kama kawaida. Kwa hiyo tunapozungumzia elementi ya pili ya damu maana yake tiba pekee inayoweza kuweka uiano wa sawa wa damu katika mwili wa binadamu ni tiba ya hijama. Niseme tu kwamba ukisikia kiuno kinauma, maana yake kwamba eneo hilo damu safi yenye oksijeni haifiki. Ukasikia magoti yanauma, maana yake kiungo hicho kinakosa mzunguko wa damu safi yenye oksijeni. Unaposikia ganzi katika miguu, unasikia ganzi katika mikono, kichwa kinauma maana yake mzunguko wako wa damu hauko sawa. Unaposikia mtu ana pressure, ana sukari, haya yote haya ni matokeo ya mzunguko wa damu kutokuwa mzuri, matatizo ya figo, matatizo ya ini na mfano wake, yote haya ni moja katika chanzo cha mzunguko mbovu wa damu, damu ambayo inakuwa imebeba sumu, bakteria, fungus na virusi mbalimbali, mafuta machafu. Hii hali hupelekea damu kupoteza uelekeo wake unaotakiwa. Ko kazi kubwa ya hijama, faida kubwa ya hijama ni kwenda kuweka uwiano sawa wa damu yako na kuondosha zile damu mgando na kuruhusu mzunguko mzuri wa damu katika mwili wako na hivyo kukuacha vizuri katika afya. Ikikuacha vizuri katika afya ya uzazi, itakuacha vizuri katika afya kama ya uvimbe, itakuacha vizuri kama maradhi ya, ya, kwa, kwa afya ya moyo, itakuacha vizuri kwa afya kama ya kisukari na mfano wake, na hivyo kupelekea kuendelea kuishi katika maisha ya amani na furaha. Kwa ndugu zangu katika imani, wadau mbalimbali mnaonisikiliza, ambao mnanitazama hapa, ni kwamba tiba ya hijama, hakuna tiba mfano wa hijama duniani. Hii ni tiba imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaileta kwa manabii na marasul na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii zawadi alipewa kwa ajili ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kwa, acha kuteseka na pressure, acha kuteseka na, na, na, na sukari, acha kuteseka na matatizo ya uzazi, tezi dume, acha kuteseka na uvimbe, acha kuteseka na ganzi, njoo katika tiba ya hijama. Hayo yote ni matatizo yanayosababishwa na uwiano mbovu wa element ya damu katika mwili wako, itakuja kuwekwa sawa kupitia tiba hijama na hatimaye kuwa na afya nzuri. Kufikia hapo, ni mimi mkurugenzi wako wa Kamna Hijama Clinic Centre, lakini pia daktari mkuu wa kliniki ya Kamna Hijama Clinic Centre ambayo inapatikana Chanika, Dar es Salaam, lakini pia tuna tawi letu lingine liko pale Masasi mjini, kwa mikoa ya kusini, mkoa wa Mtwara kwa hiyo tunawakaribisha katika huduma zetu za tiba ya hijama kwa ajili ya kuweka uwiano sawa afya zenu, muondokane na utumwa wa kula madawa kila siku, lakini sambamba na wale ambao wanahitaji kufanya training kusoma fani hii tunawakaribisha pia kwa ajili ya kupata mafunzo kupitia programu zetu chini ya usimamizi wa Kamna Hijama Training Academy. Kufikia hapa sina la ziada, e, namba zetu za simu utatupigia kwa 0717